Karibu katika makala ya wiki ambayo kwa siku ya leo tunaangazia juhudi za serikali katika kumsaidia mkulima kupitia kilimo cha umwagiliaji, kilimo cha uhakika. Makala hii imeandaliwa na Hassan Ninga na msimulizi wako ni mimi Omari Kiyombwe. Tume ya Taifa ya Umwagiliaji NIRC chini ya Wizara ya Kilimo ina dira ya kuwa tume iliyothabiti na yenye uwezo wa kuweka msukumo katika mageuzi ya sekta ya umwagiliaji. Dhima ya tume hii ni kuendeleza miundombinu ya umwagiliaji kwa kuzingatia usimamizi wa pamoja wa rasilimali za maji, ili kuleta ufanisi katika matumizi ya maji katika umwagiliaji kwa lengo la kuwa na uzalishaji na tija endelevu kwa maendeleo ya uchumi wa taifa. Mtazamaji wa makala ya wiki, naomba nikujuze kuwa majukumu ya msingi ya Tume ya Taifa ya Umwagiliaji ni kuratibu, kuendeleza pamoja na kusimamia maendeleo ya sekta ya umwagiliaji hapa nchini. Aidha, majukumu mahususi ya tume hii pia ni kuishauri serikali katika utekelezaji na kufanya mapitio ya sera ya taifa ya umwagiliaji, mkakati wa maendeleo ya umwagiliaji, mpango kabambe wa taifa wa umwagiliaji pamoja na sheria ya taifa ya umwagiliaji, lakini pia kuwakilisha serikali kwenye mikutano ya kitaifa pamoja na ile ya kimataifa katika masuala yote yanayohusu uendelezaji na usimamizi wa kilimo cha umwagiliaji. Tume hii pia inajihusisha kuratibu shughuli zote za umwagiliaji katika sekta ya umwagiliaji zinazotekelezwa na washirika au wadau wengine wa maendeleo. Lakini haikuishia hapo. Tume hii pia inajihusisha katika kuhamasisha na kudumisha ushirikiano na taasisi za kimataifa zenye kutekeleza majukumu yanayofanana na tume katika masuala ya umwagiliaji. Inafanya pia mipango ya kupanga kufanya upembuzi yakinifu, kusanifu kujenga na kusimamia ujenzi wa miundombinu ya umwagiliaji, pia kuanzisha na kuendesha vituo vya ukodishaji wa vifaa vya ujenzi kwa ajili ya kuisaidia sekta binafsi kuwekeza kwenye kilimo cha umwagiliaji. Tume hii pia, msikilizaji na mtazamaji, inajihusisha katika kusajili na kutunza orodha ya umwagiliaji hapa wanajihusisha na kuhamasisha pamoja na kudumisha mahusiano na taasisi zinazotoa programu za mafunzo na kusaidia upatikanaji wa rasilimali watu kwa madhumuni ya kupata wataalamu katika sekta ya umwagiliaji, kuwa jukwaa la kubadilishana uzoefu na kupashana habari katika masuala ya umwagiliaji. Kazi zake ni nyingi sana. Tume hii tume hii pia inajihusisha kujenga uwezo wa umwagiliaji kwa ajili ya kuongeza ushiriki wao katika kupanga, kutekeleza, kuendesha na kusimamia skimu za umwagiliaji. Kazi nyingine ni kufanya na kuratibu tafiti, kusambaza teknolojia sahihi zitokanazo na matokeo ya tafiti na kutoa msaada wa huduma za kitaalamu kuhusu umwagiliaji. Mtazamaji na msikilizaji wa TV Iman, serikali kupitia Wizara ya Kilimo na Tume ya Taifa ya Umwagiliaji NIRC imeendelea na uwekezaji pamoja na utekelezaji wa miradi ya umwagiliaji ambapo watu zaidi ya 4650 wanatarajiwa kunufaika na miradi hiyo katika mikoa ya Dodoma, Mwanza pamoja na Shinyanga lakini lengo ni lile lile, kuboresha maisha ya wakulima, kuongeza uzalishaji wa mazao pamoja na kuimarisha usalama wa chakula nchini. Katika mikoa ya Dodoma, Mwanza pamoja na Shinyanga pekee, zaidi ya wakulima wapatao 4650 wananufaika moja kwa moja kupitia miradi hii, huku ekari zipatazo 9750 zikitarajiwa kumwagiliwa. Serikali ya awamu ya sita ilianza programu ya ujenzi wa miradi ya umwagiliaji kwa nchi nzima ambao ilikuwa ni kuanzia bajeti ya ishirini na mbili ishirini na tatu na sasa hivi tunaendelea mwaka wa tatu wa nne utekelezaji wa miradi hiyo. Mpaka sasa hivi miradi zaidi ya mia saba themanini ipo katika utekelezaji na kati ya 1780 miradi hiyo mia saba themanini miradi mia moja ishirini na sita ina wakandarasi site na inaendelea kutekelezwa na thamani ya miradi hii ambayo inatekelezwa mpaka dakika hii, serikali imetumia zaidi ya bilioni mia nne tisini na mbili ikiwa na ongezeko la thamani. Na ukiangalia thamani ya miradi yote ambayo tumeitangaza hapo ni bilioni trilioni moja nukta mbili. Kwa hiyo value for money unaweza kuipata ukiona kiasi cha miradi ambayo inatekelezwa na fedha ambazo serikali mpaka dakika hii imeweza kutoa. Tunawashukuru sana wakandarasi, wamekuwa wanashirikiana na, na serikali pamoja na magumu machache yaliyokuwepo, lakini wameendelea kufanya kazi kuhakikisha kwamba miradi hii inaendelea kutekelezwa. Kwa hiyo katika utekelezaji wa miradi ambayo tunaendelea nayo, miradi ambayo ipo katika hatua mbalimbali mbali za utekelezaji, iko miradi thelathini. Hii miradi thelathini imeshaf, imeshafika asilimia themanini tisini kwa ajili ya uzinduzi laki... mkurugenzi mkuu wa NIRC Raymond Mdolwa amebainisha kwamba serikali inaendelea kusimamia zaidi ya miradi 780 ya umwagiliaji nchini yenye thamani ya takribani trilioni 1.2. Mndolwa anasema kuwa zaidi ya shilingi bilioni 492 zimetumika huku miradi thelathini ikiwa imekamilika kwa zaidi ya asilimia themanini na mengine sitini ikiwa imepiga hatua ya zaidi ya asilimia hamsini ya utekelezaji. Lakini tuna miradi zaidi ya sitini ambayo iko zaidi ya asilimia hamsini ya utekelezaji, mfano mradi huu ambao tuko hapa Membe. Mradi huu uko asilimia tisini na tatu. Tunategemea Mwenyezi Mungu akijalia, mwezi huu wa tisa maji yaanze kuingia kwenye bwawa hili, ili tuweze kulitumia kwa ajili ya nini, ya ya ya, ya kilimo. Kwa hiyo tunaendelea kutangaza kuonyesha kazi zile ambazo serikali ya awamu ya sita imezitenda na fedha ambazo zimetumika, ambazo zimetumika vizuri sana. Ninapozungumza bilioni mia nne tisini na mbili, ukilinganisha na kazi iliyofanyika utaona kabisa kwamba matumizi ya fedha na utekelezaji wa miradi itaenda vizuri sana. Tunayo mabwawa zaidi ya kumi na nne ya mwanzo ambayo tumeanza nayo, mabwawa mia moja yapo katika hatua mbalimbali za utekelezaji. Tujiulize, je, yote haya yanafanyika kwa malengo gani? Hii yote ni kutekeleza maelekezo ya serikali ya awamu ya wame sita, kwamba tuhakikishe kwamba kwanza tunalinda mazingira. Kulinda mazingira ni kutoka kutumia maji moja kwa moja kwenye mito na kuyajengea uvunaji kwa. Tunafanya uvunaji kama huu tunaoonyesha hapa, wananchi wataweza kulima zaidi ya mara moja, mara mbili katika mwaka, lakini pili, kwenda kwenye mkakati wa ujenzi wa visima, uchimbaji wa visima, kuwafanya wananchi mwaka mzima wawe na shughuli za kufanya kama tunavyofahamu nchi yetu zaidi ya asilimia sitini na tano sabini ya Watanzania ni wakulima, tukiwatengenezea miundombinu mi, mi hiyo hii ya umwagiliaji, maana yake mwaka mzima watakuwa na shughuli ya kufanya. Lakini isitoshe kwamba serikali imewezesha Tume ya Taifa ya Umwagiliaji kuyatenda haya yote, kuhakikisha kwamba ile adhima ya uh, serikali awamu ya sita kuhakikisha wananchi wanapata kilimo cha umwagiliaji cha uhakika inaenda kutimia. Ili kufikia hili, tume ya taifa ya umwagiliaji imejiwekea kauli mbiu yake. Sisi kauli yetu mbiu siku zote tunasema inyeshe sinyeshe e, tutamwagilia na Samia. Kwa hiyo uhakika wa kumwagilia upo, miradi inatekelezwa vizuri na na na, na serikali imeendelea kusapoti kutoa fedha kufanya miradi hii iweze kufanini kutekelezwa. Tunaendelea na utekelezaji huo. Naam, hakika ni jambo la faraja kuona yote haya yanafanyika. Sasa ni lipi sasa jukumu la wananchi katika jambo hili? Wananchi watashirikiana na serikali kwenye kuitunza miradi hii, ili miradi hii iweze kuwafaa sasa na kizazi kijacho. Eneo la umwagiliaji litaenda kukua. Tunao uhakika kwanzia sasa na miaka miwili mitatu ijayo, miradi hii itaenda kwenye ukamilifu. Ni waombe wa Tanzania safari ya kutengeneza miradi sio safari rahisi. Safari ya kutengeneza miradi ya umwagiliaji sio safari nyepesi, ni safari ngumu. Kama miaka 60 ya uhuru hatujawahi kuwa na miradi mingi, na mei, tujiulize maswali, tunawezaje kupata miradi kamilifu kwa miaka mitatu tu? Haiwezekaniki. Tumeanza, tunaendelea na tutaenda kumaliza miradi hii. Usimamizi ni mzuri, kazi ni nzuri, na serikali inaweza inajitahidi kutoa fedha za utekelezaji huu. Kwa hiyo niwashukuru sana wale wote ambao wanashiriki kwenye utendaji wa kazi hii. Niwashukuru watumishi wa Tume ya Taifa ya Umwagiliaji, niwashukuru Wizara ya Fedha, niwashukuru Wizara ya Kilimo kwa sapoti, niwashukuru sekta nzima ya, ya, ya kilimo ambayo tunashirikiana nao kuhakikisha kwamba miradi hii inatekelezwa. Hilo ni kwa wananchi pekee. Je, nani Tume ya Taifa ya Umwagiliaji, mna jukumu gani ili kufikia malengo hayo? Mimi niwaambie kwamba sisi tuko imara, Tume ya Taifa ya umwagiliaji kuhakikisha kwamba yale ambayo mheshimiwa Rais ameyataka ya yatekelezwe, kwamba tunaenda kuilisha dunia, tunaenda kuilisha dunia kwa vitendo, na ambavyo hivi tumeanza kuwaonyesha, tutaendelea kuonyesha utekelezaji wa miradi nchi nzima, ili muweze kuona kwamba sio maneno tu na matendo yanaendelea. Mkurugenzi mkuu wa NIRC Raymond Mdolwa, tunapenda kujua, je, ni miradi ipi ambayo inaendelea kwa hivi sasa, nanyi kama tume mnaendelea kuisimamia kwenye miradi hii ambayo tunaiona leo? Tuko Membe, lakini kuna miradi mingine kati ya mabwawa ya Mwanza tulioanza nawe miradi ya Nyida ambao iko Shinyanga, ambao mradi yule utamwagilia mradi wa ya Maragwa, Tabora, na nyida yenyewe. Lakini tuna mradi wa Mahiga ambao uko kule huko Mwanza. Mradi wa Mahiga nao uko asilimia tisini na tano kwenye ukamilifu wake. Tuna mradi wa Kasoli. Mradi huo nao uko asilimia sabini ya utekelezaji wake. Kwa tuna miradi aina hiyo, tuna mradi wa Msagari uko Dodoma, pia mradi wa Msagari uko asilimia sabini ya utekelezaji wake. Hii miradi yote ni kati ya miradi ya mwanzo tulioanza nayo ya ujenzi wa mabwawa ya uvunaji wa maji. Maana yake ni nini? Maana yake tuhakikishe kwamba maji, tu, kwa maji yanapatikana wakati yote, lakini miradi hii inaenda na nini? Miradi hii tunaenda pia na kutengeneza maeneo ya wananchi kuweza kunyosha ng'ombe zao kwa tunatengeneza maeneo ya ng'ombe kunywa, ili kusio na ugomvi kati ya nini ya wananchi wanaolima na wananchi wanaofuga. Lakini pia tutaenda kuweka fence kwenye miradi hii ya mabwawa kuzuia uharibifu, lakini kuzuia pia athari zingine. Lakini pamoja na hayo, mabwawa haya yatakuwa na kitega uchumi kingine, kutakuwa na samaki. Kwa maana yake nini? Itakuwa ni uchumi kwa wananchi waweze kufanya nini, kuweza kuvuna samaki na kuweza kujipatia kipato kwao. Ni mwendelezo wa utekelezaji wa miradi, ni hakika kabisa kwamba tunaenda kutekeleza miradi hii mtazamaji na msikilizaji, hakika ni jambo la faraja kutambua hilo. Sasa wananchi wana matumaini mapya katika kilimo chao. Natarajia baada ya kukamilika kwa mradi huu, serikali ambayo imetupatia tutavuna ma, mavuno kwenye hekari kulingana na jinsi hekari zake zakokuwa, umezipata si tulivyokuwa tunavuna ile kipindi cha kulima tu holela kwenye mafuriko, saa nyingine tunashindwa kulima lakini sasa hivi kulingana na miundo mbinu hii ambayo imeletwa na serikali, tumani ya kwamba tunashukuru sana, mavuno yetu yataendelea kuwa na mwongezeko zaidi. Ila zamani kulikuwa na changamoto ya maji, utoro wa maji. Kwa sasa hivi tunashukuru sana, maana maji yanaenda kwa mwelekeo mpaka yafungulie, ndio yaelekeze yanapostahili kuelekea. Zamani ilikuwa ni changamoto sana, pia tunashukuru sana kwa sasa hivi tunapata mazao tulikuwa tunahangaika wakati wa masika, mvua ilikuwa kidogo, lakini sasa hivi tunashukuru sana. Tutalima kadiri ya uwezo we, wetu. Wanawake tutapambana kuwa nalima heka mbili, lakini sasa hivi nita, nitaongezea au heka tano heka sita hivi. Tunaahidi kwamba huu mradi tutautunza kwa manufaa ya kizazi kijacho kwa moyo mmoja, maana kinatupatia chakula kingi, tutasomesha watoto. Mimi kama mzee nilio niliopokea huu mradi tangia mwanzo tumetoka mbali. Kwa dhati zaidi, mimi nashukuru sana kwa serikali kutupa huu mradi. Nafikiri hata sisi vijana tumeshapata kazi, ile hali ya kuwa tunakakaa kijiweni kupiga mastori ya hapa na pale, sasa hivi tutaingia kazini, tutapiga kazi ya shamba tutapata kipato, tutaendesha familia zetu, kwani huu mradi unakwenda una kututoa kwenye hali ya umasikini kutuweka katika hali ya utajiri, lakini pia tutachangia kwenye pato la serikali. Na hapa ndiyo tamati ya makala yetu ya leo, ambapo tulikuwa tukiangazia Tume ya Taifa ya Umwagiliaji NIRC kwa kujua majukumu yake makubwa walionayo katika kuhakikisha inawakomboa wakulima kupitia kilimo hicho cha umwagiliaji. Kumbuka makala hii imeandaliwa na Hassan Ninga kwa msaada wa karibu wa kitengo cha mawasiliano cha Tume ya Taifa ya Umwagiliaji NIRC, nami msimulizi wako ni Omari Kiyombwe. kwa heri.